Sasa ndugu mgombea mwenza Dr. Emmanuel Nchimbi ni kama ananong'oneza nanaambia, we Joramu, unazungumza kitu gani? Nami nasema nazungumza juu ya wasifu wa mgombea wa urais Dr. Samia Suluhu Hassan katika nchi yetu hii ya Tanzania hakuna mtu ambaye ana cheo kikubwa kumzidi Dr. Samia Suluhu Hassan. Na kwa kweli Mungu akikujalia, maana pia waswahili wanasema jaha ni ya mwenye kolewa, cheo ni kwa yule aliyejaliwa. Kwa hiyo, nitaanza kuusema wasifu wake kama ifuatavyo. Ilipofika tarehe 27 Januari mwaka 1960, mwaka mmoja kabla ya uhuru wa Tanganyika, uhuru wa Tanzania, katika kijiji kidogo cha Kizimkazi, familia ya bwana Suluhu Hassan walimpata mtoto wa kike na furaha yao ilikuwa ni kubwa sana, furaha furifuri, na wazazi wake wakufanya mchezo wa bahati nasibu, wakamwita mtoto yule wa kike Samia. Na neno Samia lina asili ya Kiarabu. Ilikuwa natafuta sana maana yake nipate kujua hivi ni nini hasa maana ya Samia kwa asili ya Kiarabu iposa likabaini kwamba neno Samia linamaanisha mtu mwenye heshima, mtu mwenye cheo aliyetukuka, mwenye hadhi. Ndio maana ya jina hilo Samia. Na kama ningekuwa nitumie lugha ya Kizaramo ningeweza kusema exalted, ama mtu ambaye amekuwa elevated ndiyo maana ya neno Samia. Kwa hiyo alianza kusoma kama ambavyo watu wengine walisoma elimu yake ya msingi, akamaliza akiwa na miaka kumi na miwili. Na alipomaliza elimu ya msingi akaenda elimu ya sekondari akamaliza katika shule ya sekondari ya Lumumba akiwa na miaka kumi na sita. Walimu wake wanavyoelezea alikuwa ni mtu mwenye jitihada katika masomo. Sasa alipokuwa na miaka kumi na sita akaenda katika ofisi za serikali kuanza kufanya kazi. Wakati ule walikuwa wanatafuta wataalamu, ujue wataalamu walikuwa si wengi. Sasa alipokuwa ameenda kutafuta kazi, wakamwambia wewe bado mdogo na tukifanya kumpa kazi itakuwa ni kama tunafanya child labor, tunamtumikisha mtoto. Kwa hiyo ilibidi arudishwe nyumbani akae mwaka mmoja, baadaye akarudi tena, ndipo sasa akapata kazi akaanza kufanya kazi kama afisa masijala akiwa na umri wa miaka kumi na saba inaenda kumi na nane sasa, na kwa sababu alikuwa anapenda kujiendeleza, aliendelea kusoma akafanya elimu yake, akapata cheti cha takwimu ama statistics, akaendelea kufanya kazi, akaendelea pia kusoma. Wakati huo huo, akaenda kusoma chuo kilikuwa kinaitwa IDM ama Mzumbe wakati ule, akapata diploma ya mambo ya utawala wa umma. Alipomaliza akarejea tena kazini, na wakati ule akatafuta aka kazi katika shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula shirika lile linaitwa WFP. Akaanza kufanya kazi pale na kwa kweli, alifanya kazi muda mrefu sana, takriban miaka tisa katika taasisi zisizo za serikali na kufanya kazi na taasisi za kijamii kufanya kazi na watu kulimfanya aelewe zaidi jamii yake hasa ya watu wa, wa visiwani kule kwa hiyo ilipofika mwaka elfu mbili akawa na pashawa la moyo akawa na ragba ya dhati kuingia katika siasa mwaka huo wa elfu mbili basi kwa kudra za Mola jalia watu wakamwelekeza mwelekeza namna hii akabahatika kuingia katika baraza la wawakilishi ndio wabunge wa kule visiwani. Na mara baraza lilipotengenezwa akawa ni waziri akawa ni waziri, akapewa wizara ambayo ilikuwa na mambo mengi sana ndani yake. Yeye angeweza kusema mosaiki, maana kwamba ilikuwa ni wizara ya mambo ya kazi, mambo ya ajira, maendeleo ya wanawake na watoto, ndio wizara aliyoanza kufanya nayo kazi, na aka akawa katika viti maalum kwa muda wa kutosha, na baadaye akagombea tena akapata nafasi ya kuwa waziri wa utalii, akawa waziri wa utalii, biashara na uwekezaji. Sasa kurudisha habari hii mpaka ilipofika elfu mbili na kumi akagombea sasa kwenda jimboni kabisa. Sasa ilikuwa ni viti maalum. Sasa amekwenda kushindana katika katika jimbo na jimbo alilokwenda la Makunduchi ilikuwa ni ngome ya wanaume. Hakukuwa na mwanamke ambaye aliwahi kushika ubunge katika jimbo lile. Sasa wanaume wakaanza kumpa maneno ya dhihaka, unajua, wakaanza kumdhihaki hapa na pale, lakini akapiga moyo konde, anawaambia wanawake wenzake, waacheni watuite majina yote wanayoweza kutuita na kufikisha habari hii Akafanikiwa kuwa mbunge na sasa akawa mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Akawa anafanya kazi katika ofisi ya Makamu wa Rais kushughulikia masuala ya Muungano, na akaendelea kuhudumu tangu elfu mbili na kumi sasa inaelekea elfu mbili na kumi na tano Kama nilivyotangulia kusema, jaha ni ya mwenye kolewa Yani, cheo ni kwa ajili ya yule aliyebarikiwa. Ilipofika elfu mbili na kumi na nne, akawa ameteuliwa kuwa msaidizi katika bunge la Katiba. Na kwa kweli, yeye mwenyewe anakiri katika kazi ngumu aliyopata kuifanya ni kuwa katika lile bunge la Katiba. Anasema ilikuwa ni bunge gumu sana, maana watu walikuwa wanachambua mambo magumu, fikra tunduizi, mijadala isiyokwisha na sasa wakati inaelekea kwenda elfu mbili na kumi na tano, ninyi mnafahamu zaidi kuliko mimi, kwamba Dkt. Samia Suluhu Hassan akawa amependekezwa kuwa mgombea mwenza katika kinyanganyiro cha urais kilichotokea elfu mbili na kumi na tano. Basi kupisha habari ile, akawa makamu wa rais wa kwanza mwanamke. Hakuwa hatukuwahi rais mwanamke isipokuwa Dr Samia Suluhu Hassan. Makofi kwake na tafadhali. Basi tunafahamu kwamba ilipofika kabla ya kumaliza ile ngwe awamu ya pili ya rais Dr John Pombe Magufuli yalitokea yale yaliyotupata, na tarehe 19 Machi 2021 Dr. Samia Suluhu Hassan akaanza kuiongoza nchi sasa kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa mara ya kwanza Tanzania ikapata rais mwanamke. Na mama Samia amekwisha tayari kujibu maswali ya watu ambao wanasema, je, kama nikiwa na mtoto wa kike kweli anaweza kuwa rais ama mtoto wa kike anaweza kuwa makamu wa rais. Maswali yale tayari yamekwisha kujibiwa, hakuna tena kisingizio katika jamii ya wanawake. Wanawake wanaweza kama walivyokuwa wanaume. Tumeona sasa, mama Samia ameshika nafasi nyingi sana katika chama, uzoefu wake katika chama pia ni mkubwa. Alijiunga na Chama cha Mapinduzi tangu akiwa ana miaka, akawa pia mjumbe wa kamati kuu ya CCM, akawa sehemu ya jumuiya ya wanawake wa CCM UWT kuanzia kipindi hicho mpaka hivi sasa. Kwa hivyo, wasifu wake ni mkubwa sana, amefanya kazi na taasisi zisizo za kiserikali hata 2016 alichaguliwa na Ban Ki-moon. Ban Ki-moon alikuwa ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, alimchagua kuwa katika jopo la wanawake kuangalia maendeleo ya wanawake, si tu Tanzania, bali duniani. Na kutokana na ile kazi walileta mapendekezo takribani 27 na na kupitia ile mapendekezo yakaingizwa hata katika serikali ya Tanzania kwa ajili ya kuchochea maendeleo ya wanawake wayo, wa kwa hiyo katika wagombea wa urais tuliokuwa nao, yeye ana sifa bainifu, na kama kuna mabinti hapa ama kuna wanawake muhamasishwe kwa namna gani zaidi? Kwa hiyo kwa ufupi kabisa, Mama Samia Suluhu Hassan anajaha anakolewa Mwenyezi Mungu amemkarimia, amemkirimia, na yeye ndio mtu mashuhuri zaidi kuliko mwinginewe hapa Tanzania. Asanteni sana na Mungu awabariki. <laughs>